Guys, you see this thing? Hii kitu. Imagine, ino pasi inawekwa kwa moto. Fikiria tu, ina pasi inawekwa kwa moto. Inakolea moto paka inakuwa red hapo. Alafu mtu anakuja anakutoa nguo yako hivi kabisa anakuwekea passive. Just hivi, hivi, hivi, anakuchoma passive. Hivi. Na sio mara moja, sio mara mbili anakuchoma leo, pakauke pashambuke, aende kesho, ukifanya makosa mengine anakuja na kuzuia na kuchoma mara pili mara hivyo, mpaka uke liwe kovu, aje akuchome. Yaani wewe ukifanya makosa ama endapo utafanya kosa lolote lile ambalo so ladies and gentlemen since I started talking about this gulf issues, yani toka nianze kuongelelea hino stori nzima za nchi za warabuni ama waafrika pamoja na wakenya na Tanzania pamoja na Uganda, ambao wanafanya kazi ndani ya nyumba na nje ya ma, uh, kampuni ndani ya warabuni, hino ndio stori ambayo imeniuma ama hino ndio stori ambayo nimechukia zaidi hivyo basi leo nikaja nikaamua kukwambia kwamba ama kuweka kama heading a title nikuulize ama nikwambie unadhani kwa hizi nchi zote za Uarabuni ni nchi gani ambayo msichana ambaye anaweza fanya kazi ndani ya nyumba anaweza kuwa na amani ama anaweza kuwa na security yani nataka tuongee je Qatar, kati ya Qatar, Oman, Saudi Arabia, uh, uh, Lebanon, hizi nchi za Uarabu ni Kuwait pamoja na nchi nzima ya Iraq, ni nchi gani ama Abu Dhabi UAE? Unadhani ni nchi gani ambayo Mwafrika anaweza fanya kazi vizuri basi kudhulumiwa, ama endapo atakuwa anadhulumiwa kwa njia moja ama nyingine, anaweza pata usaidizi wa haraka ili aweze kutoka kwenye zile dhuluma za yule ambaye ni sponsor yake, ama ni mwajiri wake. Nataka usikilize no video hapa dakika moja tu, kama watu wa YouTube watakubali, kwa sababu ni video ambayo kiukweli kuiangalia inaweza kutoa machozi. Endapo watakubali, nitaachilia. Wakikataa, nitakuwekea kwa Chipande TV kwenye Telegram. Pango mzima utashuka kwa Telegram pale, Chipande TV, utaiangalia video yote mzima, walio na donda hilo. <laughs> anavyonipiga pasi moto, anavyonipiga pasi moto

hino video ukiangalia mara mbili mara tatu, na ukimwona huyu mwanamke vile ambavyo analalamika, wallahi, itakudhulu yani, itakufanya utwe machozi. Huyu msichana anaongea kwa lugha ama lafudhi yake, inaonyesha wazi kabisa ni msichana ambaye ametoka either Zanzibar ama ametoka nane ya Pemba, ambayo iko kwenye nchi nzima tasema ni Tanzania. Basi inaonyesha wazi kabisa ni msichana ambaye anafanya kazi kwenye nchi ya Oman, ambapo anapitia mateso ambayo yachomwa pasi. Guys, you see this thing, hii kitu imagine, ino pasi inawekwa kwa moto e, fikiria tu, ina pasi inaekwa kwa moto inakolea moto paka inakuwa red hapo, alafu mtu anakuja anakutoa nguo yako hivi kabisa, anakuwekea pasi hivi, just hivi anakuchoma pasi hivi, na sio mara moja, sio mara mbili, anakuchoma leo pakauke, pashambuke aende kesho ukifanya makosa mengine anakuja na kuzuia na kuchoma mara ya pili, mara hivyo paka uke liwe kovu aje akuchome kuchoma. Yaani wewe ukifanya makosa, ama endapo utafanya kosa lolote lile li ambalo litakuwa limemuudhi Mwarabu, wewe dawa yako ni nini? Subhanallah. That's why I do tell people, mi wambia watu hivi. Ilikuwa nikiambia mtu juzi, nilikuwa nikiongea na huyu msichana kutoka Saudi Arabia ambaye anatetea sana pia wasichana kutoka Saudi Arabia, na baye Susan Chialedi. Kwa sababu alikuwa naambia kwamba yeye anakashifu Waislamu kutokana na vile vitendo vya Arabu ambavo wanawabeba wafanyaji kazi kazimi nikamwambia kwa urahisi na bado vile, vile bado nitasema hpa mbele ya hadhara ni kwamba We I like criticizing the word Muslims. Ama tunapenda sana kukriticize Uislamu kwa jumla, lakini tusijue ya kwamba Uislamu wenyewe it's very pure. Let me tell you that Uislamu wenyewe yaani, ile dini ya Kiislamu wenyewe ni nyeupe kama pamba, haina makosa yoyote waila haina kitu chochote ambayo unaweza ukaikosoa. Tatizo ni wale ambao ni Waislamu, sisi ambao tumeslimu na wale ambao walizaliwa Waislamu na wale ambao walijipata tayari hao ni Waislamu ndio wenye matatizo ndani ya Uislamu ama ndani ya jamii ya Kiislamu, lakini Uislamu wenyewe haufai kukashifiwa, kwa sababu ukisoma kitabu cha Quran takatifu ambacho ndio kitabu cha Kiislamu official, utaona wazi kabisa Waislamu wanaonyeshwa njia ambayo laiti kila Muislamu angefuata ile njia bila kuidharau, basi dunia nzima, wallahi kila mtu angekuwa Muislamu, kila mtu angetamani kuwa Muislamu. Lakini tatizo ni kwamba sisi ambao ni Waislamu wenyewe tayari, ile njia ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu tuifuatilie, kutokana na kile kitabu ambacho ni kitakatifu ambacho tumepewa tukifuatilie, hatufuatili kwa asilimia mia moja ambayo ni hii, nitakwambia kwamba kuongelelewa mfanyajikazi wa ndani ya nyumba. Mfanyajikazi wa ndani ya nyumba ameongelelewa kwenye kitabu takatifu cha Quran, na kwamba huyu mfanyaji kazi ndani ya nyumba alipwe kabla jasho lake halijakauka na alipwe kulingana na zile kazi anazopitia lakini ukiangalia Waarabu, wengi hawafanyi hivyo. Wafanyaji kazi wengi ambao ni Waislamu hawafanyi hivyo wanawacha mtu anafanya kazi, mtu anafanya kazi, labda hata ni kwa kampuni anafanyishwa kazi, after two months ndio analipwa mshahara. I do understand there's a certain company in Qatar, ni security ambayo inalipa wafanyakazi wake baada ya miezi miwili. Mpaka sasa tunavyoongea, mtu akilipwa mshahara halipwi mshahara wa mwezi huo, analipwa mshahara huo mwezi uliopita. You can just imagine, kumaanisha amefanya kazi mpaka jasho limekauka bila pesa yoyote. Hilo ni dhulma na kama Mwislamu anafanya hivi haistahili. So ukiona mwislamu anafanya hivi, you are not supposed to criticize the whole of Islam, unafaa umcriticize yeye kama yeye, umwambie wewe, uislamu wako una dosari. Ufai kusema hey, waislamu wana dosari kwa sababu wanatesa. Sasa huyu mwanamke ambaye anachoma huyu kadama na pasi, uislamu wake una dosari. Kwa sababu gani? Hana huruma na mwislamu tunajua kabisa kwamba sifa moja ya mwislamu ni kuwa na huruma kubwa sana juu ya binadamu wenzake ama juu ya kiumbe chochote ambacho kiliumbwa na mwenyezi mungu kama tunavyojua kabisa binadamu wote kabisa hapa duniani na viumbe vyote vilivyomo hapa duniani vimeumbwa na mwenyezi mungu sasa wewe kama unajiita mwislamu na ino sifa ya kutokuwa na huruma juu ya binadamu mwenzako ama juu ya kiumbe mwenzako inamaanisha kwamba wewe uislamu wako una dosari haimaanishi wewe si mwislamu Haymaanisha kwamba wewe una madhambi makubwa sana, kwamba huwezisamehewa. Lakini for them they are doing that in of some of some thea, that's thasoo theathi ambayo sipendi kwa watu, na Mwenyezi Mungu aweze kutusameha wengi wetu, na Mwenyezi Mungu aweze kuturekebisha ili tutoke kwenye huo pumbavu. Unaona, mtu kabisa anafanya kitendo cha kipumbavu kabisa kabisa. Mimi namdhulumu kadama, mimi namfanyia hivi mfanyikazi wangu, lakini siku mish nile nitendamaan msamaha That is the shit thing ambayo wengi we tunafanya hivu. You know, there are some mistakes ambazo they are natural, that unazifanya tu from nowhere. Alafu unajishtukizia, unakaa tu, unajikuta, unasema yenyewe kile kitendo nilichokifanya si stahili hivyo. Nimefanya kitu ambacho si poa. So what am I supposed to do? Acha nikamwombe msamaha yule ambaye nimemfanyia yule kile kitendo, alafu baadaye mimi nitaenda mahali nikamwombe Mwenyezi Mungu wangu msamaha. That's okay. Lakini there's no way that sahi unadhulumu mkadama, kwa akili zako kabisa, unamdhulumu ukijua wazi kabisa, acha ni mdhulumu maksudi, alafu nini, nikaombe msamaha? That is wrong, that's wrong, that's not supposed to be like that. And that's why mimi sometimes wanasema kwamba baadhi ya watu ambao hawana dini ama baadhi ya watu ambao ni mapagans ambao hawataki kuingia kwenye Ukristo wala kwenye Uislamu, ukiwauliza, watakwambia nimejaribu kuangalia Uislamu, nikaona Uislamu wenyewe haueleweki. Hivyo ndio watakwambia of which mimi pia nitawaambia kwamba guys, if you need to be a muslim ama if you need to be a christian ama if you need to select a certain religion so that you can follow that religion don't look at those people who are in that religion. Usimwangalie yule mtu ambaye yuko kwenye ile religion, usiangalie wale Waislamu vinyo ambao wanakondai, useme keje ni muislamu, keje anatoka na mademu kila aina, keje yako na huyo kesho, yako na yule kesho kutakuwa na yule, keje ni muislamu gani? Ah, mimi uislamu siutaki. Kama uislamu ndio hivyo, ah, siutaki. don't look at me usiniangalie kile kitu ambacho mi nafanya, soma Uislamu unasema nini. Mimi sasa hivi nikasema eh, huyu msichana ambaye anaitwa Lydia huyu ni Mkristo huyu, lakini tabia zake ziko na hivi na hivi mbona Mkristo akaa hivi na hivi mbona huyu msichana anakaa hivi huyu anaitwa Mariam mbona ni Mkristo? Lakini usiangalie ule yule ambaye anajiita Mkristo anafanya nini, tusome ile dini ya Kikristo inasema nini? Je, ni sahihi? Je, vile vitu vilivyoandikwa pale ni sahihi? Je, nikifuata vile vitu pale mimi nitaona mwangaza kule mbele? So I'm doing this because after seeing this video ambao huyu msichana anachomwa kutoka Lebanon, nikiangalia pale chini kwenye comment, utaona watu wengi sana ambao wameshuka pale, wamekashifu mpango mzima wa dini ya Kiislamu na kusema kwamba Waarabu ni wapumbavu, ama Waarabu hawana adabu kabisa. Waarabu wanachukuliwa kama Waislamu. Na, let me tell that Waarabu wote sio ati Waarabu wote ni no Waislamu. Waarabu ni jamii tu. Ni jamii kama jamii kama nyingine ile. Ni jamii ambayo nasema ni wa Kikuyu ama ni jamii ambayo tutasema ni wa Afrika. Let's say like that. Yeah. So Waafrika kuna Waafrika ambao ni Waislamu, kuna Waafrika ambao ni wa, Buddhism, kuna Waafrika ambao ni Wakristo. Na wanavaa nguo za kikatari vizuri, wanavaa zile nguo za kikatari vizuri but they're going, going Yeah. So, being an Arab doesn't mean that that person ni mtu ambaye ni, ni, ni, ah, ni, ni, ni, ni Muislamu, na there's this kasumba ambao watu wanasema kwamba ni nchi ambayo ni ya Kiarabu ama ni nchi ambayo ni ya Kiislamu. I will tell you that uh, some of uh, uh, Arab countries they are more worse than even some of uh, countries that are not arab country. Ukiangalia nchi kama ya Saudi Arabia, ni nchi ambayo ni nchi ambayo inapaswa ikuwe kama mfano bora, ni nchi ambayo inapaswa ikuwe kama uh, kioo cha jamii ama kioo cha dini zengine, ionyeshe ule upendo uzuri, zile vitu ambavyo wanafanya nchi ambazo zina pesa ambazo za kiarabu ambazo zime, zimekuwa ruled na, na sheria za kiislamu ni nchi ambazo zinafaa zikuwe kioo cha jamii kule nje, but look at them, they don't do that. Hawafanyi hivyo, ni tofauti, it's different, total different. Hebu niambie, angalia vile vituko ambavyo vinafanyika na Saudi Arabia. Angalia vile ambavyo wasichana wetu ambao wanafanya kazi ndani ya nyumba wanavoteswa ndani ka ya Saudi Arabia. Angalia angalia wasichana ambao wanauliwa ndani ya Saudi Arabia, wasichana na wana wenyewe kwa wenyewe ndani ya nchi ya Saudi Arabia ambayo tunaita nchi ambayo ni nchi ya amani, ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu anamiliki tochi kila wakati masaa ishirini na manne ni nchi ambayo inafanyika vituko, ni nchi ambayo vitu vingi vinafanyika pale ndani ya kipumbavu. How many, a lot, a lot of musicians ambao wametoka nchi za Amerika huko na Afrika ambao wanapakaza ujinga ama wanaonyesha dalili mbaya, wanacheza mpaka uchi kwenye majukwaa, wanaimba nyimbo ambazo zimejaa matusi, mpaka wengine wanaimba nyimbo ambazo zinamkashifu Mwenyezi Mungu. Wengine wanaimba nyimbo ambazo wanacheza kwenye kitu ambacho kimetengenezwa kama maka hivi, ambacho sitaweka hiyo video sahihi hapa, ambao wametengeneza kama maka, kitu kama maka, na wanacheza uchi pale na ukiangalia ni watu ambao sponsor ambao wamewaita hawa ni Waarabu ambao wako pale, some of them there some of the leaders, wengine ni watu ambao ni mashuhuri wanajulikana, instead watetee Uislamu ama instead watetee, watetee ule you know that religious, kwa sababu ni nchi ambayo inajulikana kando na n, n, dunia nzima ya kwamba ni nchi ambayo ina amani, ni nchi ambayo imeongozwa na sheria za Kiislamu, lakini it's total different, yeah. Mi siko hapa kukashifu na mi siko hapa kujifanya kwamba ni mwema sana, lakini niko hapa kuongelelea mpango mzima baada ya kwamba nimeonana na ino video ya huyu Mtanzania ambaye analalamika amechomwa pasi na mfanyakazi wake ambaye ni Mwarabu Mwislamu, alafu pale chini kwenye comment watu wote wakashuka pale na kusema kwamba Waislamu wanafanya upumbavu ama Waislamu ni wajinga ama Waislamu hawana roho za huruma ama Waislamu ni dini ambayo haijulikani ni dini ya wapi. that's why I'm here Because I want to rectify this because I do understand that some of them ambao wameenda pale chini ni, my, ni, ni my fans, one of my fans. Nimeona kama wawili watatu ambao wanaona wana sana wakija kucomment hapa ah, na kuona. That's why I decided to come up here, kama pia ni kuja nirectify, ama ni kuja niongelee huu mpango mzima kwamba, ladies and gentlemen Endapo tutaona mtu yoyote ambaye ni muislamu ama amevaa mavazi ya kiislamu, haimaanishi ya kwamba yeye kile kitu ambacho anakifanya ana represent uislamu mzima. Anajirepresent yeye mwenyewe na nafsi yake yeye mwenyewe. Kama yeye ana dini ya kiislamu, dini yake yeye mwenyewe anaijua vizuri, ile imani yake ambapo imesimama pamoja na Mwenyezi Mungu. So tusimkashifu yeye kwa kutumia dini nzima kwa kumkashifu na hivyo basi, nitakwambia kwamba, ama the point pia ambayo nataka kumake hapa, ambapo mara ya kwanza ni uliza kama ni nchi gani ambayo unahisi ni sahihi kabisa kufanya kazi special ndani ya nyumba kwa wewe ambaye umetoka nchi ya Kiafrika nitakwambia according to my little experience ambayo nimefanya kwa muda wa takriban miaka miwili toka nianze kufanya hiyo kazi ya kuletea habari za nchi za Warabuni, nitakwambia Qatar is one of the best country ya wewe kufanya kazi kama kadama ama kufanya kazi kama ndani ya nyumba, na niko na mifano kibao sana chungu nzima ambayo watu wengi wanaweza kuja waka. Jana nilipata a certain information ya msichana pia vile vile ambaye alikuja akanambia, yuko kwenye nyumba ya mwarabu Qatar ambapo yateseka, kitu ambacho nilimwambia, nikamwambia usikubali kuteseka kwa nyumba ya mwarabu ndani ya Qatar, kama wewe kweli hutaki kuteseka. Lakini kama unataka kuteseka, unaendelea kuteseka, but kama hutaki kuteseka kwa nyumba ya mwarabu Qatar, it's very easy, pigia polisi simu, watakuja kuchukua. kama watakuwa hawajakulipa, they are going to pay you. Kama unataka kuna nyumbani, utaenda zako nyumbani. Kama unataka kujilipia tikiti ule uende haraka, utajilipia tikiti, unaweza kwa haraka. Na kama unataka usubirie yule mwajiri akulipia tikiti, utaketi police station mpaka pale ambapo ile mwajiri ataleta pesa ukatoe tikiti. The other day like, uh, uh, pia ua uh, kwa kwa the same thing ya kwamba anapa kazi sio kazi ambazo, kazi ambazo alitoka nazo Kenya, kuocheshwa magari kufa, kufagilishwa kwenye, kwenye barabara na yeye akasema kwamba zile pesa anazolipwa haziendani ile kazi ambayo anafanya. Mimi nilimwambia usitoroke, pigia simu polisi saa hii, uje uwaelezee na alipotoka Kenya, yule msichana alikuwa ameambiwa kwamba atalipwa elfu moja mia tatu lakini, alipokuja hapa, akawa alipo elfu moja mia moja kadhaa rial. Na msichana alipopiga polisi, polisi walipokuja, akawaelezea madhara yote anayoyapitia pale, polisi walimchukua akampeleka police station, akamwambia yule mwajiri amfuate police station. Mwajiri alipofika police station, akaelezewa makosa yake na akaambiwa ile miezi yote ambayo alikuwa hampi zile mia mbili mbili za juu ampe pale na mkatie tikiti. Msichana afanye nini? zake nyumbani azuia talking. Sasa hivi msichana yuko zake nyumbani na familia yake, she's enjoying. Alifika na kaniambia, KG shukrani kwa kunisaidia bwana. Nikamwambia hakuna kitu ambacho nimekusaidia mimi, nilikupa tu, nilikuonyesha tu mwongozo, nikakwambia pigia polisi simu, There is way you can help yourself. Lakini ukiangalia Saudi Arabia, some of them wananyuma mpaka communication some of them pia nilipata story fulani pia Katari, nikaambwa kuna mwajiri fulani pia yeye house to house anapenda sana, akichukua msichana kutoka house to house, anamzuilia na kumpokonywa communication na kutaka kuchange ile document yake, instead of house to house ammiliki yeye mwenyewe, and huyu msichana alipokuja naambia kwamba yeye anaenda kwa ile ile nyumba. What I told the lady that don't agree kabisa kupokonywa communication, because communication ndio silaha yako wewe. Yani, unaona ile simu yako ile ile ndio bunduki lako ndio silaha yako ambayo inaweza kufanya wewe ukasaidika pale mahali ambapo uko ukasaidika, aidha na Mkenya mwenzako ama na serikali ya kutoka Kenya ama kutoka Tanzania ama kutoka nchi yote ile ambayo umetoka, ama kusaidika na embassy yako ama kusaidika na ile serikali ya ile nchi ambayo uko. So no matter the country that you are, wewe jua kwamba security yako, askari yako, bunduki lako, silaha yako kali ni simu yako. Itumie vizuri na itakusaidia.